Lengo kubwa la ziara yetu ni kuja kutembelea utekelezaji wa Ilani ya uchaguzi elfu mbili na ishirini kwenda elfu mbili na ishirini na tano lakini vile vile ni kwenda kusema yale makubwa yote yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuzungumzia masuala ya vijana na uongozi, vijana na uchaguzi, lakini mambo yanayohusu maendeleo yetu kama vijana. Sasa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa serikali ambao utafanyika Oktoba tarehe ishirini na tisa, kama ikienda sawasawa, tunajua kwamba uchaguzi ni mahesabu. Kabla ya kufika kipindi cha uchaguzi, maana yake tuwe tunajua mahesabu yetu. Uchaguzi uliopita hapa diwani alipata si zaidi ya kule elfu moja, lakini ukipiga mahesabu wakazi wa hapa si chini ya elfu sita si chini ya elfu kumi na mbili Maana yake ni asilimia ndogo sana ya watu ambao walitoka kwenda kufanya nini? Kupiga kura. Wengi tunavaa kijani, tunapenda kijani, lakini inapofika wakati wa kwenda kuchagua hatuendi kuchagua. Wagombea wetu hawawezi kushinda kama hatutajitokeza kwenda kufanyaje? Kwenda kuwachagua. kwani wasi yakipita madaftari twendeni tukajiandikisha vya kutosha, lakini twendeni tukatafute kura mpya za chama cha mapinduzi, ikiwemo kwenda kulinda wanachama wa chama cha mapinduzi, kwenda kuwalinda wapiga kura wa chama cha mapinduzi, kwenda kulinda mali za chama cha mapinduzi na kwenda kulinda viongozi wa chama cha mapinduzi, kwani tunaamini bila ya sisi madhubuti, nchi yetu itayumba. Tupo katika kata ambayo wanachama wa chama cha mapinduzi ni wengi, lakini matokeo yako upande wa pili. ili ni jambo la aibu sana, tusiruhusu tena kutokea katika eneo letu. Wako wenzetu wale wanasema, no reform no election, kwamba bila ya mabadiliko hakuna uchaguzi kuna baadhi ya sehemu wana madiwani wale, kuna baadhi ya sehemu wana wabunge wale. Sisi hatuwezi kuvunja katiba, na uwezi kama nyinyi ni mashahidi pia, walikuwa wanataka katiba mpya, sasa hivi wamesahau, hawataki tena katiba mpya, wanataka no reform no election. Basi wangekuwa wana msimamo juu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi kama vijana tusije tukaruhusu katika maeneo yetu tukawa ni mashuhuda wa kuvunjwa katiba ya Jamhuri ya Muungano kwa sababu katiba yetu inatuambia kuna uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Inaundo serikali mpya kila baada ya miaka mitano. Kwa nini elfu mbili na ishirini na tano katiba isitekelezwe? Mmejua kwa nini? Ni kwa sababu moja tu, wanauogopa uchaguzi na wanamuogopa Samia Suluhu Hassan. Kwa nini wanamuogopa Samia Suluhu Hassan? hakuna mwanasiasa maarufu Tanzania hii isipokuwa Samia Suluhu Hassan. Hakuna mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye kwanza amefanya makubwa sana ndani ya chama chake, lakini amefanya makubwa sana ndani ya nchi yake. Hakuna kama Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile, unaweza ukashindana na mwanamama wakina baba, nyinyi ni mashahidi, mna familia. Unaweza kushindana na mwanamama? Hamna anayeweza kushindana na mwanamama. Kwa hiyo tayari wameshachungulia, wameona haya maji ni marefu, hawawezi kuogelea. Kwa hiyo wanataka kutishia tishia, wanatesti mitambo kwamba hakuna uchaguzi. Hakuna serikali ambayo itakubali kuvunja katiba ya nchi yake. Hakuna kijana wa rangi ya kijani ambaye atakubali kuona nchi yetu inakosa mwelekeo. Hakuna kijana wa Chama Cha Mapinduzi ambaye atakubali kuona hayo yakitokea. Kuna jina wanatuita kwa ubaya, si kwa wema. Wakituona tunasimama kusema na kutetea, wanatuambia machawa. Siogope kuitwa chawa kama unasema ukweli Usiogope kuitwa chawa kama unatetea, usiogope kuitwa chawa kama unalinda. Sisi ni lazima tukalinde katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari, karibu Mtandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote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 ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.